katika kitabu hiki ambacho tutakitumia sana kinaitwa Mukhtasar Ash-Shamail Muhammadiyya. Yeye ndo akazitoa kabisa zote hizo hadathana hadathana, akaanza tu katika tabaka sahaba, an Anas bin Malik. Nam kwayo na sisi saa zingine tunaweza tuka hatuziangazii hatu sana hadathana hadathana, tutatumia tu pale tabaka sahaba, hadathana Humaid bin Mas'ada al-Basri

mfupi hasana aljism. Mtume saaaa salam alikuwa na jism kwa maana ya mwili, mwili mzuri. Hasana aljism alikuwa na mwili mzuri, hasana aljism alikuwa na mwili mzuri. Tukisema mwili mzuri kwa wamefasiri baadhi ahlul ilm, almuradu bihusni jismihi, yani ile bodi yake, kiwiliwili chake kilikuwa kizuri anahu mutadilul khalq, kwamba amenyoka mutadil khalq, khalq. Umbile lake lilikuwa bwana Mtume amenyoka sawa sawa, na alikuwa ni mutanasibu al-adha, viungo vyake vilikuwa viko katika hali vimejipanga vizuri. Kwa hiyo mkono, mkono; mguu, mguu; jicho, jicho, almuhimu kifua, kifua kwa hiyo mwili wake ulikuwa katika hali hiyo, hakuwa ni ule mwili ambao ulikuwa wenye kuchukiza, ikawa mtu namwangalia huku juu mpana, lakini chini huku tena mwembamba. Mtume alikuwa mwili wake ni mutadila, yaani huko katika hali ambayo ya ule usawa na uzuri na amenyoka. Kwa hiyo ndio wakasema hasana aljismi, alikuwa na mwili mzuri aljismi Yani ile, ile bodi yake ilikuwa ni nzuri. Wa kana sha'ruhu, na zilikuwa nywele zake laysa bi ja'di. E, hii neno ja'di inakadiriwa tena hapa yani ja'di. Ukisema ja'di ni, ni nywele ambazo zilizokuwa kwa Kiswahili kizuri tunakitumia ni nywele zile za kipilipili, nywele koto mara nyingi nywele hizi wanasifiwa nazo Africans wanasema African hair, ni nywele za Kiafrika. Yani ukitaka kubaguliwa watu basi wanabaguliwa kwenye nywele. Hebu angalia nywele zake, ah, huyu anatoka Afrika bwana, umwoni nywele zake, zile nywele za Kiafrika zile, yani ziko katika hali ambayo wanasema koto kipilipili, kama zimejikunja, eh, zime kunja hivi. Sasa nywele za Bwana Mtume wakana alikuwa na nywele laisa bijaali, yani siyo nywele za, za kipilipili Koto, eh, african hair eh, nywele za Kiafrika wala sabti. Neno sabti vile tulilisoma katika riwaya iliyopita bimaana nywele zake bwana mtume hazikuwa zimenyooka, eh, zimenyooka zil. Mara nyingi tunatumia kwa Kiswahili cha pwani tuasema nywele za singa. Ukisikia mtu anaambiwa, huyu ana nywele za singa, yani zile nywele zake zime nyooka hana nywele kama hizi za Kiafrika za kipilipili koto. Lakini nywele za Bwana Mtume hazikuwa za kipilipili koto, wala vilevile vile hazikuwa zimenyooka kiasi hicho, zikawa e, nywele za singa. Asmara launi, alikuwa Bwana Mtume rangi yake ni asmara. Asmara tunasema ni ile rangi ilokuwa baina ya weupe na weusi, wanasema hazurungi, e, asmara

rangi yake ni ya ya azurungi hazurungi, si mweupe, si mweusi. Hakuwa katika weupe huo unaosema wewe eh mwake e, mtu mwingine, mtu anafika mpaka anasema, bwana sisi e, kwetu sisi rangi ya Mtume sisi rangi ya Mtume ni ipi? Huoni sisi weupe kwamba alikuwa rangi yake ni asmara. Kwa kusema asmara haiji tena kama iwe weupe unaodhania wewe utakuwa weupe ndio upo, lakini vile vile na ule ile, ile, ile darkness. Eh, upo, yani katika hali ya, ya mchanganyiko. Idha masha alikuwa Mtume sala salam akitembea, yatakaffau mumana, yatakaffau wamefasiri wanazuoni katika kitabu chako, angalia chini, wanasema yatamayalu ila lamani, kwa kisaabi anasema ana mili upande wake wa mbele yani, eh, ana mili kumili. Unaweza ukakaa kuonekana uko hivi sasa, nasema umemili upande wa kulia eh, umemili upande wa kushoto, umemili mbele. Kwa hivyo hii kumili huku mbele ndo inaitwa yatakafau. Kwa hivyo akitembea alikuwa anamili mbele yatakafau. Eh, si kwa Kiswahili tutasemaje utembeaji huo? idha masha alikuwa mtume sala salam, akitembea yatakafa uhumini mbele. Moja katika ile umbile la mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyokuwa akitembea huku mbele. Tutakuja kutoa ufafanuzi baadaye kwamba katika masala ya maumbile kuna kitu ambacho kilichokuwa kila mmoja ana maumbile yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bashar, ni kiumbe, kwa hivyo kama alivyokuja kul inama ana basharu mithlukum, mimi ni binadamu ni kiumbe kama nyinyi, ni mtu kama nyinyi, lakini tu nimeletewa wahi. Kwa hiyo kuumbwa kwa mtume sa salam ana zile sifa za kimaumbile kama wengine, kwa hiyo takuja kutoa ufafanuzi, je, yeah. sifa za kimaumbile za kwakeyee mtume saa salam, ambao ndio hii tunasoma mlango huu khalq zina maukifu gani katika hukumu ya Kiislamu, mtume saa salam tumeona hakuwa mrefu hakuwa mfupi. Haya, wewe unasema mimi nafuata sunna mtume sasa, sasa na wewe jifanye uwe usiwe mrefu usiwe mfupi. Haiwezekani, ushaumbwa mrefu, ndio mrefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na nywele za koto, hakuwa na nywele ambazo zilizokuwa ni zime, zi, yani, sabta yani, e, zimesimama moja kwa moja, zimelala zimenyooka. Haya, wewe nywele zako za koto kwa hiyo utasema, mimi bwana, nataka niwe kama mtume. Haya, utakuwaje? Nywele zako we tofauti, we za Kiafrika. Sasa hii mambo ya kimaumbile hayaingii katika suala la kwamba lazima mtu ati afa anataka awe ni mwanasunna kwa kupigisha maumbile ya nani, ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitembea, alikuwa akitembea na mili mbele. Haya ni maumbile yake. Kwa hiyo mtu asiye akajivirigiza akasema nami ninatembea kama mtume salam. Haya ni maumbile katika masala ya kutembea, kuna taratibu zake za kisheria. Allah anasema, wala tamshi fil ardi maraha, msitembee katika ardhi kwa maringo na madoha na badaha na maujeuri. Ikawa mtu anatembea ana hivi anaswinga kama vile wale mateja Anasinga au upande mmoja kajiweka hivi, eka ka, ka ka ka hii eh, haya ndio aliokatazwa. <laughs> Sasa mtu asije akajipia pambani hapa ha, unajua mtume anatembea kimbele mbele na mimi namin. Kwa hiyo idha masha yatakafau, alikuwa mtume asalam akitembea yatakafau. Mbele haya ni maumbile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha hadithi inayofuatia hapo mbele Hizi hadithi zimekuja e, zimefuatana huku mbele. Tutakuja kuona sifa za mtume zimeelezwa kwa undani zaidi katika, bengi, zi, katika izi, tume, so Allah, zaki, nam, hadithi za mbele refu. Na kwa wale wasomaji wa kitabu ningependa tu niwafahamishe kwamba kuna maneno magumu mengi gharibu al-alfadh, yani kabla mengi sana katika sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam za kimaumbile. Nam, hadithi ya tatu, hadathana Muhammad bin Bashari

nimemsikia sahaba mtukufu akiitwa Baraa bin Azib radhiyallahu anhuma, yaqulu, akisema maneno yafuatayo, aelezea kuhusu umbo la Mtume sallallahu alayhi wa salam, bodi yake alikuwa namna gani? Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa salam rajulan marbua, rajulan marbua, mu maana rajulan marbua, yani ndo hapo, maneno magumu mengi katika riwaya hizi neno rajulan Angalia chini kwa wale wenye vitabu, sio kama vitabu vyenu. Kuna hizi chini, taaliki ya maneno magumu imo, nam, au vingine amna, lakini vitabu vya asili hasa ambavyo vingi vinakuwa kuna taaliki ya maneno magumu. Neno rajula au inaweza kasemwa rajula, yani jim ikatiwa kasra au ikatiwa dhamma. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam rajula, neno rajul, rajul hapa la kusudiwa ni nywele, nywele. Wasifu wa nywele, wasifu wa nywele, yani zilikuwa namna gani? Kama ilivyoandikwa katika kitabu Hadith al-Alfaz, rajula bikasri ljim wahuwa wasf al-sha'r, yani wasifu wa nywele. Kwa hapa zinazungumziwa sifa za nywele za bwana Mtume, neno rajla yakusudiwa sifa za nywele zake zilikuwaje. Neno rajla na watuni bilafdhataini inatamkwa tamko hili kwa malafdhi mbili, ima rajila au rajula, yote inakuwa ni sawa. Ukisema rajula sawa, ukisema rajila, yote ni ni sawa. Kwa hiyo nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno rajila ya kusudiwa sifa za nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Marbu'a, neno marbu'a ni za kati na kati. Marubua na kati na kati, inatokana neno raba raba. Nafikiri neno hili raba, kama tulilisoma huku nyuma katika hadithi hii ya mwanzo tulioanza leo, kana rasul sallam raba bimaana, alikuwa yuko kati na kati. Kivipi? laysa biltawili wala bilqasiri, si mrefu wala si mfupi. Na nywele za mtume zilikuwa ni marbua ziko kati na kati. Tukisema kati na kati, twakusudia kwa maana, katika riwaya zilizopita ni hazikuwa jaadu koto, hazikuwa sabt, hazikuwa za singa, hazikuwa alqatat, hazikuwa zile kaling, almuhimu zi, ni marbua ziko kati na kati. Bele za mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam kana rasulullah llahi sa salam rajulan alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye wasifu wa nywele ambazo ni marubua ziko kati na kati, huwezi ukazihukumia kwamba hizi za singa ah, hizi za Kiswahili eh, nywele koto za Kiafrika hizi, sio za Kihindi, hizi si za za Kisomalia, zilikuwa ni marbua ziko kati na kati. Alikuwa vile vile, anasema Bara bin Azib kwamba maida ma maa baina al-manki baini ma baina almankibaini baina ya mabega mawili. alikuwa baidu. Neno baidu eh, nafikiri hapa hawajalifasiri katika vocabulary hapa chini sijaliona ah. lakini neno baidu lina maana ya eh, sio baidi hii ya Kiswahili mbali, kwa maana ya upana

ni nzuri zaidi. Anasema baida ma baina almankibaini, alikuwa ni mpana baina ya mabega mawili, bimaana alikuwa na kifua kipana. Katika baadhi ya hadithi, huko mbele tutakuja kuzisoma, zinaelezea sa kifua chake kilikoje. Anasema baida ma baina almankibaini, alikuwa ni mpana baina ya mabega mawili, kwa maana ya sadruhu, kifua chake kilikuwa aridhu sadra kifua kiko katika hali ya kipana. Kisha adhimu jubma ila shahmati udhunai adhimu ljuma, mumaana aljuma aljuma wamefasiri katika e, bokobla liapa wamesema: wa sha'ru alladhi nazala ila almankibaini, ni zile nywele ambazo nazala, zimeshuka mpaka kwenye mabega mawili, nazala zimeteremka mpaka kwenye mabega mawili. Sasa nywele hizi zilikuwa adhimu nyingi, adhimul jumma, bimaana alikuwa na nywele nyingi zilizoshuka. ila shahmati udhnaihi, mpaka kwenye shahma udhnaihi, kwa Kiswahili tunasema ni hizi ncha masikio ni ndewe hizi unasema ni shahmat udnayhi, ndewe za masikio. Mara nyingi utasikia masikio yana ndewe, ni hii ncha ya sikio na hii inaitwa ndewe. Kwayo lake, njumna, kwa hiyo nywele zake zilikuwa ni jumma, kwa maana zimeteremka, zimeshuka ila, ila, yani mpaka wapi? Mpaka kwenye ndewe za masikio yake, ila shahmati udnayhi, mpaka kwenye ndewe za masikio yake. Kuhusu upande wa nywele huu, vile vile huko mbele utakuja kusoma eh, nafikiri kwa wale ambao utakuwa na kitabu kama hii cha kwangu, ukifungua katika huko mbali, mlango huu utakuja kusoma karasa nambari kumi na nane, kama mtu ana kitabu kama changu babu majaa fi sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mlango utazungumzia habari ya nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam e, mfano hadithi ya mwanzo hii Anas bin Malik anasema kana sha'ru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila nisfi udnaihi. E, nywele za mtume zilikuwa ndefu zimeshuka zime mpaka kwenye nusu ya masikio yake. Sasa mlango mzima huu kuna hadithi kama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zinazotujia kuziona nywele za mtume zikoje, lakini hapa tu, imekuja tu Albara bin Azib anaelezea lakini kwa undani, tutakuja kuziona huko nywele za mtume zikoje. Adhima aljummati, alikuwa na nywele zilizoteremka nyingi. Adhim yani nyingi, zimeshuka nywele hizo. Ila shahmati udnaihi, mpaka kwenye ndewe za masikio yake. Alaihi hullatu hamra, alikuwa na vazi hulla. Hulla yakusudiwa ni vazi, na vazi hili likafasiriwa ni thaubani ni nguo mbili hizi, izar wa rida, izari kwa maana ya nguo ya chini na rida kwa maana ya nguo ya juu. Kwa nasema ni hulla, ni vazi ambalo la kupendeza, vazi zuri, za kupendeza. Vazi hili lilikuwa ni rangi nyekundu hamra, ni vazi la rangi nyekundu, alikuwa nalo mtume alhsalam. Na hii vilevile tutakuja kusoma huko mbele, jinsi ya mavazi

impendezayo zaidi, yani Bwana Mtume akipenda sana ni alqamis ni kanzu eh, ni hadithi ambayo itakuja e, kuiona huko mbele na namna na, na gani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo zake zilikuwa je, rangi gani? Rangi gani, lakini moja katika rangi ambazo alikuwa nazo nguo Bwana Mtume ni hullatu hamra, vazi la rangi nyekundu. Na wekundu huu hapa atakuja kufafanua huko mbele kwenye mlango huo. Wanasema haikuwa ule wekundu wekundu wa damu ati yani, speaking color kala ikawekukule unamuna yule mtu kavaa nguo la nyekundu. Kwa hiyo uvaaji wa rangi nyekundu unaruhusika, lakini iwe wekundu umechanganyika na rangi nyingine yoyote. Kwa mtu anaweza kavaa t-shirt nyekundu, lakini ndani yake kuna weupe hapa hapa, kuna hivi hii ruhusa. Lakini wekundu pepepe pepepe pepe, kabisa wekundu ule mwanamume hususan, wanaume wamekataza wasivae. Kwa hiyo hapa ifahamike kwamba vazi jekundu si lile jekundu hasa, lilikuwa lina mistari stari ya rangi nyingine, hullat hamra. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana vazi nini? Alaihi hullat hamra, vazi hilo jekundu. Ma raaitu qattu ahsana minhu, sijapatapo kuona mimi kabisa. Qattu qattu, ahsana minhu Yani vazi lilokuwa zuri kuliko hilo. Ahsana minhu, vazi ambazo ni zuri zaidi kuliko hilo, ilokuwa akivaa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo lilikuwa ni wekundu, lakini umechanganyika changanyika na rangi nyingine. ma raaitu kattu, sijapata kwa kuona, kattu kabisa kabisa, yani huko nyuma sipata kuona mimi ahsana, vazi ambalo lilokuwa ni zuri zaidi kuliko hilo la ili hulatu eh, hamra

ma baina almankibaini ni mpana, baina ya nini? Baina ya mabega mawili, bimaana kifua chake kilikuwa katika hali hiyo. Kwa hivyo hizi ndio sifa kama nilivyoeleza, ni maumbile yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nywele zake zilikuwa hivyo, na yeye mwenyewe alikuwa na kifua hicho ambacho kilikuwa anasema aridhu sadr, kifua katika hali ya upana, kuonyesha kwamba hakwenda gym eh, akawa sasa anafanya mazoezi ili kifua kikipana. Haya ndio maumbile yake, na mara nyingi wanafanya mazoezi ili wanafanya ile eh, bodybuilder eh, wanaijenga mili, kunakuwa kuna matatizo makubwa baadaye, ima anapoacha mazoezi akawa sasa hafanyi au kuna wengine wanafanya mazoezi lakini kuna, kuna baadhi ya, ya, ya vidonge huwa anakula ili vidonge vile vinakwenda kutunisha misuli na vitu vingine, akiacha vidonge vile basi. Hali muhimu ni kwamba mtu bora aridhike na kifua chake. Kifua chako cha, cha, cha panzi basi kibakishe cha panzi, sio nakwenda kutafuta eh, mazoezi ili na wewe una kifua kipana. Sasa bwana Mtume alikuwa ni baida ma baina lmankibaini al, alikuwa ni mpana baina mabega mawili. adhima aljummati, ila shahmati udhunaihi, kwamba nywele zilizoshuka kutoka katika kichwa chake zikateremka, zilikuwa ni nyingi nyingi, zinateremka mpaka katika ndewe za masikio zake. A, ila shahmati udhunaihi, na hii tutakuja kuona kuhusu mwanamume na nywele ndefu katika mlango huo tutakuja kuona namna gani nywele za Mtume zilivyo. Alaihi hulatu hamra, ana vazi jekundu.